Watu wameishi pale Msasani kama ndege kwa muda mrefu mno, jibu halipatikani, na kama linapatikana la uongo. Nikitazama ile nyumba niliyokuwa nayo ambayo nimeambiwa niondoke, sasa imekuwa kama gofu. Wamepita wakuu wa mkoa na wakuu wilaya wengi katika mkoa huu na wilaya hii, lakini hili swala lilikuwa lileka kama vile pending. Kwa hiyo haya yaliyowasilishwa hapa ndiyo hoja yenu. Ofisi ya mkuu wa mkoa ilipokea barua tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa sita mwaka huu. Haya, barua hii ina kichwa cha habari kinasema: maeneo ya Msasani Maisaka A na Maisaka B. Ndugu wahusika. Rejea kichwa cha habari hapo juu kinachohusu maeneo yetu ya Msasani Maisaka A na Maisaka B. Sisi wana Msasani toka mwaka 2010 maeneo yetu yalionekana yanahitajika na BAWASA kwa huduma za kijamii yani, vyanzo vya maji. Pia haitakiwi kukata miti wala kuendeleza wala kujenga makazi ya kudumu. Mnamo tarehe ti mwezi wa 9 2022 afisa mteuli wa halimashauri ya mji wa Babati, ndugu Julian ab rubuka 3 Babati, alitoa taarifa kuwa tunayo haki ya kudai fidia ya ardhi itakayochukuliwa na serikali kwa mpango a kuendeleza chanzo cha maji. Mnamo tarehe 14 mwezi wa 11 2023 nakala tathmini ya malipo ya eneo yetu ya Msasani ilitoka kwa ajili ya malipo, lakini hatukulipwa. Mnamo mwezi Septemba elfu mbili na ishirini na nne, maofisa kutoka wizara ya maji makao makuu Dodoma walikuja kwa ajili ya uhakiki na kwa malipo, lakini pia hatukulipwa. Hivyo kwa sasa tunaiomba wizara, maana kama haiwezi kutulipa, ilidhie ituidhinishie na iturasimishie maeneo yetu kwa ajili ya kuyaendeleza kiuchumi, ikiwemo ujenzi sambamba na barua hii tunampatanisha orodha ya walengwa katika maeneo hayo hitajika. Kuna mwenye neno lolote kati ya yaliyoandikwa kwenye barua hii? Je, haya ndiyo madai yenu, si ndivyo? Sasa basi, hii barua haikuja kwangu. Naomba kwanza mjue, barua hii imekwenda kwa mkurugenzi mtendaji wa BAWASA. Mimi nimepewa nakala chuka, mnanielewa. Lakini kwa sababu mimi nina kiherehere saa nyingine za kuparamia matatizo hata asiyonihusu, madamu nikijua ni matatizo mimi nikaparamia barua hii. Si nimejulishwa humu, ina ina maana kama ni shahidi, si ni shahidi kusikia. Ndugu zangu, nimelifanyia kazi hili swala kwa uzito mkubwa. Na mnafahamu kwamba tarehe tatu na tarehe nne hapa kwenye mkoa wetu tulipata ugeni mkubwa wa Mheshimiwa Rais. Lakini pia naomba nichukue fursa hii kuwashukuru kwa kujitokeza kwenu kumpokea kiongozi wetu. Lakini kingine naomba niwashukuru kwa usalabu wenu kama alivyotangulia kuongea kwa Mheshimiwa DC. Mwenzenu roho ilikuwa inanidunda. Ilikuwa nani dunda, nikasema watu wa Maisaka watakuja wamebeba bango kuja kujakudisha kwa Mheshimiwa Rais. Lakini mkaendelea kuwa wavumilivu na wastaarabu, kwa sababu niliahidi kwamba jambo nalifanyia kazi, na kwa hakika nimelifanyia kazi. Mheshimiwa Rais amekuja hapa na nilipata nafasi ya kuteta naye. Kati ya nilioteta naye Mheshimiwa Rais ni hili jambo lenu watu wa Maisaka. Lakini kubwa kuliko yote Mama Daktari Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa fedha hii, kwa kifupi hajapepesa macho, hajafanyaje, hajafanyaje. Jamani, mbona mnajibu taratibu taratibu, vipi? Ni yeah, ah, hivi ninavyowaambia pesa yenu inapumua kwenye akaunti. <laughs> Mama Samia oye, oye, oye! Ndugu zangu, pesa iko tayari na tuko tayari kulipwa hata leo. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, angalau hata baba yangu angekuwepo leo naye angekuwa na furaha kama hii, amen. Kwa hiyo tunashukuru serikali, nashukuru na nyinyi nyote, nashukuru mtendaji. Kama wewe unaweza kufuatilia jambo kama hili likatengenezeka, kwa tumekaa miaka mitatu, afu ndani ya miezi likatengamana, jambo jema sana. Ni jambo la kumshukuru serikali na kushukuru wote waliohusika na jambo hili. Namshukuru Mwenyezi Mungu na babangu alale mahali pema. Amen. Hmm. Nashukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa na kufahamu ujasiri wako, nimewahi kuja ofisini hapa mara nyingi, lakini jibu linakuja. Wanawake mnaweza, kwa sababu mwanamke akipania neno linakuwa neno. Watu wameishi pale Msasani kama ndege kwa muda mrefu mno jibu halipatikani, na kama linapatikana ila lina uongo. Walikuja wengi kama binti alivyoongea pale, lakini yale yanayosemwa sio yanayotokea. Mnaambiwa kesho, ukishukutwa mambo yametiki. Lakini hili la kwako ni kushukuru na nikupende kwamba umeweza, na mpaka siku ya mwisho tumekutana <laughs> kwenye kwenye ukumbi kule, ukajitaji sana kutatua matatizo mengi sana kwa kweli, tulishukuru kwa matatizo mengi. Unajua kwamba kuna matatizo mengine yanatakiwa kwenda hata mahakamani, lakini ulijitaji sana kuyasovu, kuyamaliza, yaliisha na wengi walishukuru sana e, eh, wazee walifurahi waliondoka, mpaka mzee wangu hapa alifurahi sana kwa maamuzi ambayo ulia, uliamua pale. Ndio maana mpaka sasa nazungumza kama na sisi tutapata matatizo yetu, tutarudi tena, kwa sababu haina haja kwenda kupoteza muda kwa maana ya sheria, na mengi unaweza kuyatatua vizuri tu kwa amani. Kwa kweli tunashukuru sana kwa mheshimiwa, na hata juzi na hata mara ya mwisho tulivyokaa kwenye kikao kile ulitupa siku mbili e, ukamwambia mheshimiwa pale kwamba naomba kesho uandike barua iende Bawasa, nafikiri mheshimiwa ulikuwepo e, akaandika barua ikaenda ikarudi, na ukatupa wiki mbili hapa, hii wiki, wiki mbili, lakini haijazidi wiki mbili, wanatuambia ndani ya wiki moja na nusu, ila imepatikana. Kwa kweli tunakushukuru sana. Kwa hiyo itaje kiasi cha hela bilioni mbili. <laughs> <Upama> <laughs> <laughs> Hata mimi ni mzee sasa, sijui nitamaliza mwaka huu au siwezi kumaliza. Nitamaliza, nitamaliza eh, nitamaliza kwa sababu umenipa ile kidonge ambacho nilikuwa nahitaji ninywe. Kwa hiyo nitaongeza nita, nita, nita muda wangu. Kwa hiyo la, na kwanza nashukuru sana kwa ofisi ambayo ya mkuu wa mkoa ambao umefanya au mumefanya, pamoja na mama mama, nionyeshe watoto, sivyo? mm -hmm, alipokuja hapo mama, kwa mama, mkikaa pamoja mambo ya haribiki.